Hapo tunazungumzia ndoa mm, uh, mtoto hutamani kupata mtoto, labda pengine labda hata ikitokea hujapata ndoa, uwe na mtoto Aboke pale? Hapana. Mm. Um, hapana mtoto hapana, lakini uh, maybe mbeleni ningependa ku adopt really. Yes, nitaki wewe kubeba hapana, mbeleni ningependa ku adopt kufanya surrogate na, No, no, no, no, no. Nataka kuadopt, staki surrogate, nataka mbeleni kuadopt na nafikiri kuna watoto wengi ambao wanahitaji um, wengi sana wanahitaji um, malezi, malezi na nini so mbeleni kwa kuadopt, nimeangalia uh, process ya hapa Tanzania kuadopt, naona kidogo kidogo little bit complicated, lakini uh, inawezekana kwa sababu kuna mtu alishafanyia interview akasema kwamba uh, kuna watoto wengi ambao wanapenda kuadopt. Ningependa kuadopt uh, mbele ya. Yeah. Ni, kama uta adopt, ni watoto wangapi, wawili jinsi ya gani? Jinsi gani? Mmoja tu. Yoyote. Yoyote. Yoyote. Yoyote. Okay. Yeah, yeah. Uliye naye naye anakuunga mkono kwenye kwenye, kwenye kuadopt. Uh -huh. Eh, hey, na kwamba na, na, na, anafanana na mimi. Mshikaji <laughs> <laughs> naye anatakiwa tu. Anaifanana, anaifanana na mimi. Ah, ok. Ndege wawili, yeah. mm -hmm. Uruka pamoja mm -hmm. wakufanana. Yeah. Okay, unavyo unavyo unavyoangalia namna ambavyo wewe unataka uadopti mtoto, unataka uishi maisha fulani ya kuzunguka duniani, kuna namna hautaki kugusa mwili wako, yani labda uharibu shepu yako, uharibu tumbo. Unaliangaikia hilo tumbo? Mimi nafanya mazoezi sana, na sio sio kwamba nakwambia kwamba hiyo kwa sababu eti sijui mwili sijui sana, no no no no, mtu anaweza kawaza hivyo, you know, hapana. Ni, ni, ni mapenzi yangu tu. Uh, mimi uh, safari mimi nimewahi kupata mtoto unajua, eh Prime really? uh -huh. This is exclusive yeah. Yes mimi so siwezi kufosho for people ambao wanajua mm -hmm. wanajua kwamba back in the days mm -hmm. niliwahi kupata mtoto lakini mtoto alifariki baada na miezi mitatu. Polesan. so, so nimeshapata mimba jamani, nimesha kushua, I've been pregnant so iko si siogopi eti kuharibu shepu mm -hmm. eh, wala ni ni ni, ni, ni. Au hiyo situation ndio imekutia uoga? No, kwa sababu hii haijanitia uoga. mm -hmm. lakini najua yani, the process mm -hmm. ilivyo that's why I'm like you no, I think being there done that, I'm fine. Una una un, we ni mtu maarufu sana kwa kazi unayoifanya mm -hmm. lakini sio mtu ambaye tunakuona na watu maarufu mm -hmm. yani sio mtu ambaye unajiengage na watu maarufu. Ni nini unakiepusha? Unajua kuna kuna kipindi nilikuwa naongea na mtu akawa anasema yani katika watu ambao walitakiwa wanajua watu maarufu sana mefanya, ni wewe. Mimi nimefanya nime, nime uh, produce kipindi kinaitwa Friday Night Live ambao mm -hmm, watu maarufu mm -hmm. nakwambie watu maarufu wote wa hapa Tanzania kama kuna mtu maarufu hajapita pale. Mm -hmm. Eh, sidhani sure, sure. Toka yeah, toka wanaanza mm -hmm. watu maarufu mpaka to where they are yani we mmetoa mpaka yes, watu wengine we've seen their journey unajua mm -hmm. mtu anaanza nyimbo yake ya kwanza anakuja a lot of um, watu maarufu